Nam mtazamaji wa Faida Online TV, korosho ni dhahabu ya kusini. Korosho ndio kitu ambacho kimebeba maendeleo ya kusini. Ukiichezea korosho, umewachezea wanakusini. Lakini korosho hii isipopata pembejeo mapema, basi hata uzalishaji wake unapungua, na hivyo basi kupelekea wananchi hao kuwa na kipato duni, kwa sababu kile ambacho anakitegemea pengine hakijafanya vizuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulitambua hilo mapema kabisa msimu huu ameshusha pembejeo katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba mkulima huyu anazipata kwa wakati na kuhakikisha kwamba mashamba yanapulizwa mapema lakini pia serikali hii imeshirikiana moja kwa moja na bodi ya korosho kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanasambaziwa pembejeo hizo na mambo mengine yanayochukua. Nafasi hapa ni kwenye kijiji na kata Nanguruwe, wilaya na mkoa wa Mtwara, ambapo leo tunashuhudia pembejeo hizi zikishushwa hapa, ambapo imekuwa ni faraja na furaha kwa wananchi, hasa wakulima ambao wanafurahia kupata pembejeo hizo kwa wakati, kwa sababu sio kawaida mwezi wa tano kupokea pembejeo Faida Online TV, tumezungumza nao na walikuwa na machache ya kuzungumza. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ukumbushe kusubscribe, kulike na comment chini yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Faida, tafadhali baki nasi. Abdallah Salumu Hipamunda. Kazi wa wapi? Nanguruwe. Tumeona hapa kuna pembejeo zinashuka hivi. Wewe ni mkulima wa korosho? Eh, mimi ni mkulima wa korosho. Mzee, kwa umri wako pembejeo hizi kufika mwezi wa tano ni mapema sana au zimechelewa? Kufika mwezi wa tano. Naona kama zinawahi mapema. Zikiwahi mapema kunakuwa na faida gani? Kunakuwa na faida ya kwa huenda, Mwenyezi Mungu tukiwahi kupuliza mapema na mafanikio yatakuwa mazuri uh. Lakini miaka ya nyuma mlishakupata pembejeo muda kama huu? Sio uh sana eh. Nampongeza mheshimiwa rais kwa kupitia kilimo anatuwekea kipaumbele sana kutuetea pembejeo mapema na Mwenyezi Mungu akitujalia basi tuna mategemeo kwamba huenda tukafanikiwa ee. kwa majina naitwa Haji Muhamedi Mdumbwe. tunashukuru sana mama ametusaidia kupata dawa ee, leo zimekuja na jana zimekuja zingine, kwa hiyo tunashukuru sana mama yetu mitano tena. Sawa, kutokana na mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba mnapata pembejeo kwa wakati, wewe kama kijana nakupa hamasa gani ya kuendelea kufanya kilimo? Yani mimi na, napata mwamko sana mkubwa yeah. ah, mimi kwa jina naitwa na Isa Raisi Kombo ni mkazi wa Nanguruwe eh, tumepokea pembejeo aina ya sarufa ambayo ina idadi ya mifugo kama elfu mbili na mia tatu hivi kwa upande wa Bodi ya Korosho, na ninawashukuru kwanza, kwa kwanza kusambaza pembejeo kwa muda mwafaka. Sababu kwanza tunachokifurahisha zaidi mwaka huu dawa hizi zitakuja mapema tofauti na msimu mwingine ambao ulipita. Sababu msimu mwingine huwa dawa tutapata mwezi wa tisa na kumi, lakini leo hivi tunashukuru, leo mwezi wa tano tushaanza kupata pembejeo tayari matumaini yetu upataji wa pembejeo mapema, mkulima yeyote ambaye anategemea kupata pembejeo atahudumia shamba kwa muda mwafaka, kwa sababu ameshapata pembejeo itakuwa naendelee kuhudumia shamba ili aendelee kupuliza kusubiri msimu wa mazao ya korosho tu. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV, ni kukumbusha kusubscribe ku like na comment chini yetu, ili uendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fieldi, ni kuahidi tu kwamba tutaendelea kukupa taarifa mbalimbali zinazohusiana na pembejeo na masuala ya korosho kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Mtwara. Asante na kwa heri.